dio wangu huu ni kwa ajili ya kuomba ridhaa kutoka kwa wananchi, mukubali ardhi hiyo ya kijiji itumike kwa ajili ya kujenga kiwanja cha ndege. Lakini wakati wa kuomba ridhaa hii ni kwamba vigezo na masharti yote vya upatikanaji wa hilo eneo ni lazima utazingatia taratibu za kisheria, ikiwemo wale watu ambao wataguswa na maeneo yao yataombwa kuchukuliwa, basi watalipwa fidia kwa namna kadri inavyotakiwa kutokana na taratibu za kisheria imeshafanyika hivyo tayari katika kijiji cha Mkiu, ambapo nako tumepata uwekezaji wanaojenga kiwanda cha kuchakata madini adimu ulimwenguni Rare Earth Elements pale Mkiu. Wameshalipwa fidia na pia kijiji kilikuwa na ardhi yake, imepata almost milioni mia moja na ngapi, mia moja arobaini na nne wameweza kupata kijiji cha Mkiu. Kwa hiyo sasa sielewi kati ya zile hekari zitakazohitajika hapa kama kuna za kijiji au zote ni za wananchi binafsi, lakini swala ni kwamba sheria na taratibu za fidia zitazingatiwa na haki, kila mtu ataipata kutokana na maeneo yatakayochukuliwa, nje ya faida zile nyingine zingine ambazo mnazifahamu kwamba ukiwa na uwanja wa ndege ziko na faida nyinginezo. Ndugu zenu ambao walikuwa warudi nyumbani kwa kusingizia kwamba barabara ni mbovu kwa kuamini kwamba huku ni masaa mengi kusafiri, watakuja maana wanakuja kutua nyumbani, si ndio? Eh, japo pia na, na ma, ma, ma, ma, vigezo na masharti ya matumizi ya uwanja yatakuwepo. Kwa hiyo ndugu zangu, ujio wangu huu wa mkutano huu ni pamoja na kuja kuhitaji ridhaa kutoka kwa wananchi kupata hilo eneo. Nikimaliza hapa mkutano, pia na mkutano wa pili kijiji cha Mbwila. Kwa hiyo uwanja huu wa ndege kwa namna walivyochukua vile vipimo Unaweza ukaingia pande zote mbili Mbwila, pamoja na na Mawengi.